Hapa Kyaka palikuwa na mpango wa kujenga uwanja wa ndege pale jirani, na watu walikuwa wamejipanga wengi kulipwa fidia, karibu watu mia mbili tisini na tano na katika mia mbili tisini na tano wananchi sabini walikuwa sio wakazi wa Kyaka, walikuwa wanatoka sehemu nyingine, wengine wanatoka nchi jirani lakini nao walikuwa wamekusanywa humo humo kwa ajili ya kulipwa fidia. <laughs> Nasema uongo ndugu zangu. Lakini pia uwanja huu tulifanya maamuzi ya kisiasa zaidi badala ya ukweli. Unajua, mnapofika mahali mnazungumza tu kisiasa napo si vizuri. Eneo hili tuliolitenga ni zaidi ya hekta elfu tatu na mia tatu tisini na tano pointi nane mbili. Mawazo ni mazuri lakini kuyatekeleza kwa sasa hivi haiwezekani, ni lazima twende kwenye ukweli, na ndiyo maana nikasema hili eneo la wananchi hawa tusiwasumbue, waache walime eneo lao, waache watengeneze biashara zao, tusiwacheleweshewe maendeleo walime matikiti maji, barabara ya lami ipo, walime mipunga, walime miwa, wapande miti. Nimekuta kuna miti mmepanda sana, hongereni sana. Pandeni miti mingi, mtengeneze viwanda vya mbao, mtengeneze pesa. Uwanja wa ndege wa Bukoba, kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshatengeneza kilomita moja pointi tano tuongeze mita mia tano mbele, ili ndege kubwa kubwa na za mizigo ziwe zinatua tisa au bilioni 10 tulizozipanga hapa tuzipeleke pale tukamalizie, kama zitapungua tuongeze jingine, tumalize kabisa, badala ya kulipa fidia hapa halafu tukose hela za kutengeneza uwanja. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.